Ekaristi Takatifu ni kinga dhidi ya kifo, ni kinga dhidi ya kifo, ni kinga dhidi ya kifo. Kumbe anayepokea Ekaristi Takatifu eh, hawezi kufa hata kufa hata kama atakufa atabaki anaishi. Ekaristi Takatifu ni sakramenti ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu mtu, katika maungo ya mkate na divai. Ekaristi takatifu ni chakula cha uzima wa milele. Ekaristi takatifu ni chakula cha uzima wa milele. Chakula hiki, Mkristo anapokula chakula hiki, hakika anapata uzima wa milele. Mtakatifu Ignas wa Antiokia anasema kwamba ekaristi takatifu ni antidote of death. Ekaristi takatifu ni kinga, ni kinga. Ekaristi takatifu ni kinga dhidi ya kifo, ni kinga dhidi ya kifo, ni kinga dhidi ya kifo. Kumbe anayepokea Ekaristi takatifu eh, hawezi kufa, hata kufa, hata kama atakufa atabaki anaishi. Ekaristi takatifu anasema ni kinga dhidi ya kifo, ni antidote of death ya kifo. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele. Anaye kula mwili wa Yesu Kristu na kuinywa damu ya Yesu Kristu ataishi milele. Maana yake ni kwamba asiyekunywa damu ya Yesu Kristu, asiye kula mwili wa Yesu Kristu hana uzima wa milele maana asiyepokea Ekaristi Takatifu, asiyepokea Ekaristi Takatifu katika mwili na damu ya Yesu Kristu hana uzima wa milele. Yohane sura ya sita mstari wa hamsini na nne: aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, anasema Yesu. Anayekula mwili wa Yesu Kristu anayekunywa damu ya Yesu Kristo anayo uzima wa milele, na mwili wa Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo ndiyo Ekaristi Takatifu.